Bwana awe nanyi. Somo katika Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi, aya ya 25 hadi ya 37. Mwanasheria mmoja alisimama akamjaribu Yesu akisema Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu na kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipitia kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona, akapitia kando. Lakini msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake akizitia mafuta na divai akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Na hata siku ya pili akatoa dinari mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe, katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako, nawe ukafanye vivyo hivyo. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Jumatatu ya juma la ishirini na saba la mwaka chee wa Kanisa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatukumbusha kuwa Mungu anaonekana kwetu kupitia wenzetu. Katika somo la Injili tumesikia mahojiano baina ya mwanasheria mmoja na Yesu. Mwanasheria huyu anamuuliza Yesu kwa kumjaribu ni ipi njia ya kufuata ili kuurithi uzima wa milele? Swali hili lipo pia katika mioyo yetu kwa namna moja au nyingine, kwani ni kiu yetu sote kwamba baada ya maisha yetu ya hapa duniani tuingie katika uzima wa milele. Yesu alimjibu katika hali ya swali kwa kumuuliza Torati aliyowapatia Musa inasemaje, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya sita aya ya tano. Mwana sheria alijibu vyema kabisa kama tulivyosikia kwenye Injili, kwani alimjibu Yesu na kusema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Bwana wetu Yesu Kristo amekazia kwenye amri ya mapendo ambayo ndiyo daraja la kwenda mbinguni, na amesisitiza zaidi kwenye mapendo kwa jirani, kwani mwanasheria tuliyemsikia anataka kuweka mipaka kwenye uhusiano kati yake na wanadamu. Yesu kupitia mfano wa Msamaria mwema amedhihirisha kuwa jirani yetu ni mwanadamu yoyote yule, kwani sote ni wana wa Mungu, na tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao tunaishi katika jamii ya watu wa ulka mbalimbali. Yesu ametualika kuwapenda wanadamu wenzetu na kuwasaidia wawapo kwenye matatizo bila kujali chochote kile na hata bila ubaguzi. Anatualika tumuone Mungu tunayemwabudu kila siku kupitia wenzetu. Tukiwa na huruma kwa wenzetu ni kipimo tosha cha upendo wetu kwa Mungu. Yesu katika Injili ya Matayo anasema kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa wadogo hawa mlinitendea mimi. Injili takatifu iliyoandikwa na Matayo, sura ya 25 aya ya 40. Mungu anatubariki kwa njia ya matendo ya huruma, kwa mfano kulisha wenye njaa, kuwavika walio uchi, kuwatembelea wafungwa na kuwatembelea wagonjwa. Kwa hakika, matendo ya huruma yakipatikana katika jamii zetu, upendo utashamiri kati yetu na tutapata utakatifu. Tumuombe Yesu atusaidie, kama kwa sababu moja au nyingine mimi na wewe tumeweka mipaka na ukuta katika upendo Tuondoe mipaka hiyo ili kila mmoja aonje tone la upendo kutoka kwa wenzake. Msamaria mwema wa leo ni mimi na wewe. Tuombe neema za Mungu ili daima tuwe Wasamaria wema. Aliyekuletea tafakari ya neno la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume kama paroko katika parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero Jimbo Katoliki la Lindi. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.